Yes. Kuna makanisa ya ajabu, wacheni niwaambie, waambie wapendo hata saa hii, yeah. Tunasikia vile watu wamerudi mlimani, yeah. Watu wanaambiwa watoke kwa makanisa mm -hmm. Warudi kwa ule Mungu mm -hmm. alikuwa anaabudiwa na mababu mm -hmm. Bwana Yesu asifiwe mm -hmm. Ukisoma John, yeah. John 4. Yeah. Kulikuwa na ule mama yes. ambaye alikuwa ni Msamaria. Ningependa tu tusomee ndio tuelewe Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, Niamini niamini, wakati unakuja ambapo hamutamwabudu Baba juu ya milima huo. Wakati unakuja yes, ambapo hamtaabudu baba juu ya milima, wa milima, wala kule Yerusalemu Yerusalemu, wala Yerusalemu. Amen, nyinyi wa Samaria mnamwabudu yule msiyemjua, akaambia nyinyi wa Samaria yes, mnaabudu msichojikijua, lakini sisi tunamjua huyo tunayemwabudu. Lakini sisi mm, tunaabudu mwenye tunamjua, kwa maana wokovu wak, kwa sababu kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi, unatoka kwa Wayahudi. Lakini wakati waja, lakini wakati waja tena, umekwisha wasili na wakati ndio huu, ambapo wenye kuabudu wa kweli Watamwabudu Baba katika Roho, Baba katika roho Roho baba Baba na ukweli, ukweli. Maana Baba, Baba anawataka ana watu wanaomwabudu namna hiyo, maana Baba wetu wa mbinguni mm. anataka watu wanamuabudu kwa Roho na kweli. Yes. Ukweli wa mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hatutarudi kwa milima. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yes, kwa roho na kweli msidanganywe, really? mrudi kwa milima yes. Watu yeah, wamepiga safari sana hasa yeah, Mount Kenya hey, hey. Mm, ni tujiadhari yeah, ni nyakati za mwisho yes, ni nyakati watu wana pepo na upepo wa kila namna yes, mafundisho ya kila namna yeah, mpotoshwe mutoke kwa njia ya Mungu wenu mm. Bwana Yesu asipiwe kuwa na msimamo wako mm. wa kujua kwamba Mungu mm. ni Mungu na hata badilika. Amen. Kama amekua, amekulete kwa hii madhabahu oh. Ambia miguu yangu siku ya leo Amen. Hiyo moto unakuwa naye ya kukimbia kimbia uh -huh. Ambia miguu yako itulie Kumbia. Watu hawataki kuvumilia mm. kungojea Mungu, mm. Mungu kwake hakuna kona kona, mm. akisema barabara ni hii. Nihio. barabara ni hii, hakuna ingine, hakuna ingine. na ndio